Mimi si mwanadamu wa kawaida, nimeumbwa kwa chuma, moyo wa baraka, akili ya vita. Macho yangu yanaona mbali, hata kisa linapozidi, kwa sababu ndani yangu kuna mwanga, mwanga wa msukumo, mwanga wa ujeshi. Nilizaliwa kwenye dhoruba, nikalea matumaini. Kila kilio kilikuwa sauti ya ushindi. Nilipokosa sikulia, nilijifunza. Nilipoanguka sikukata tamaa, Nilisimama. Walisema siwezi, nikawaweza. Wakacheka, nikachekesha. Hatima walinihesabu miongoni mwa waliopotea, nikaandika jina langu kwenye regodi za washindi. Ujeshi si misuli tu, ni moyo, ni kule kusema nitaendelea hata nikichoka, na kuamka kabla ya jua na kupigana vita ambavyo wengine waukimbia. Mimi ni jeshi, si kwa silaha, bali kwa imani si kwa kelele bali kwa matendo, si kwa wingi bali kwa msimamo. Nitakapoingia kwenye jukwaa la maisha, mikono ikiinama na vichwa vikiegemea taabu, nitapasa sauti. Mimi ni jeshi na siogopi vita. Naitwa songo kutoka Kenya kumbavu zangu